Umewahi kujiuliza kwa nini mtu uliyemwamini sana anakusaliti ghafla? Ghafla au kwa nini licha ya kupanga kufanikiwa unajikuta unajihujumu mwenyewe self sabotage kila unapokaribia kupiga hatua? Kuna upande wa giza wa akili ya mwanadamu upande ambao tunauogopa, tunauficha na jamii haitaki kuzungumzia. Lakini huu ndio ukweli pekee unaoendesha dunia. Leo sitakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Nimekuletea ukweli sita mchungu wa saikolojia kuhusu tabia za binadamu, na nikuonye mapema: ukweli wa sita ndio mzito kuliko yote. Ni ukweli ambao ukiuelewa, utaacha kulalamika kuhusu maisha na kuanza kutawala mazingira yako. Watu wengi wanaokataa ukweli huu wa sita kwa sababu unauma, lakini ndio ufunguo wa uhuru wako. Kabla hatujazama kwenye huu ukweli mchungu, fanya jambo moja la kiungwana Bonyeza kitufe cha subscribe na gonga hiyo kengele tayari. Asante, basi twende kazi. Namba moja: kila mtu ni mbinafsi, hata wewe. Binadamu ni wabinafsi kwa asili, inherently selfish. Najua unataka kusema, hapana, mimi nawapenda watu, mimi hutoa sadaka. Sikiliza kwa makini. Saikolojia inatueleza kuwa hata tendo la ukarimu zaidi unalolifanya lina msukumo wa ubinafsi ndani yake. Tunapoona mtu anateseka tunamsaidia. Kwa nini? Si tu kwa sababu tunampenda, bali kwa sababu kumwona akiteseka kunatupa sisi maumivu ya kihisia distress. Tunamsaidia ili sisi tujisikie vizuri, ili sisi tuondokane na ile hali ya hatia, au ili tuonekane watu wema mbele ya jamii. Fikiria watu wanaopost picha wakitoa misaada. Je, wanamsaidia muhitaji au wanajijengea sifa? Ukweli ni kwamba self interest ndio fuel ya dunia. Ukielewa hili, utaacha kuumia pale watu wanapochagua maslahi yao badala yako. Utaelewa kwamba hawakuchukii, wanajipenda wao zaidi, na hiyo ni haki yao ya kibayolojia. Namba mbili: watu wanakuhukumu kwa muonekano wako. Ukweli ni huu, kitabu huhukumiwa kwa jalada lake. Kuna kitu kinaitwa the halo effect. Hii ni bias ya kisaikolojia ambapo tunahisi mtu mwenye muonekano mzuri, mrembo, mtanashati, msafi, basi lazima atakuwa na tabia njema, akili nyingi na ni mwaminifu. Kinyume chake, ukionekana hovyo hovyo, ubongo wa binadamu unakuunganisha na tabia mbovu, uvivu na ujinga, hata kama wewe ni genius. Utafiti unaonyesha kuwa watu warembo na watanashati wanapata kazi kirahisi zaidi na wanasikilizwa zaidi. Huu ni ukweli mchungu kwa sababu tunaambiwa roho ndio muhimu. Ndiyo, roho ni muhimu kwa Mungu, lakini kwa binadamu packaging yako ndiyo tiketi ya kuingia mlangoni. Usipobadili unavyoonekana, utaendelea kupoteza fursa kwa watu ambao wana uwezo mdogo kuliko wewe, lakini wanajua kuvaa. Namba tatu. Hakuna anayekuwaza kama unavyofikiri. Ukweli huu unaitwa the spotlight effect. You know, ile hofu unayopata ukiingia kwenye sherehe au mkutano, ukihisi kila mtu anakuangalia, unahisi ukikosea kuongea, dunia nzima itakumbuka milele? Ukweli mchungu ni huu, hakuna anayekujali kiasi hicho. Kila mtu ni mhusika mkuu, main character, kwenye filamu ya maisha yake. Wanafikiria shida zao, madeni yao na jinsi wao wanavyoonekana. Unaweza kuvaa shati lina doa, ukashinda kutwa nzima unajificha, na mwisho wa siku ukigundua hakuna hata mmoja aliyeona. Tunateseka kwa hofu ya watu watanichukuliaje. Ukweli ni kwamba hawana muda wa kukuchukulia popote, wako bize na maisha yao. Tumia ukweli huu kufanya unachotaka bila ya hofu ya hukumu feki iliyo kichwani mwako. Namba nne, marafiki zako wanataka ufanikiwe, lakini si kuliko wao. Hapa ndipo urafiki unapovunjika. Watu wako wa karibu wanapenda ufanikiwe ili mradi usiwapite. Hii inaitwa status anxiety. Pale unapopiga hatua kubwa kuwapita marafiki zako wa utotoni au wafanyakazi wenzako, unakuwa kioo, kinaonyesha kufeli kwao. Mafanikio yako yanawakumbusha kuwa wao wamelala. Utaona wanaanza kukusema vibala o amebadilika, o amekuwa na dharau. Hapana, haujawaa na dharau Umebadili standard. Watu wanapenda uwe average kama wao, ili wajisikie salama, comfortable. Ukielewa hili, hautaumia pale marafiki wanapopungua kadri unavyopanda juu. Ni bei ya mafanikio. Namba tano una uraibu wa mateso yako, addiction to suffering. Saikolojia inasema watu wengi huchagua maumivu wanayoyazoea kuliko furaha wasioijua. Kwa nini unabaki kwenye mahusiano yenye sumu kwa nini unaendelea na kazi inayokutesa? Kwa nini huachi tabia mbaya? Si kwa sababu huwezi, bali kwa sababu ubongo wako unapenda familiarity, mazoea. Kitu kipya hata kama ni kizuri, kama biashara mpya, uhuru au mahusiano mapya, kinaleta hofu, anxiety. Ubongo wako unaona bora uteseke sehemu unayoijua kuliko uwe na furaha sehemu usiyoijua. Wewe ni mfungwa wa comfort zone yako, na comfort zone haimaanishi sehemu nzuri, inamaanisha sehemu iliyozoeleka. Ili ufanikiwe lazima ukubali kuumiza hisia zako kwa muda, kwa kufanya vitu visivyo na faraja. Namba 6: ujenzi upya wa kumbukumbu -kumbu, the reconstructive memory. Tunapokumbuka mambo ya nyuma, hatuyachezi kama video iliyorekodiwa. No, kila mara tunapokumbuka tukio, ubongo wetu huliandika upya. Reconstruct. Tunabadilisha hadithi ili zitupe faraja. Kama uliwahi kugombana na mtu miaka tano iliyopita, leo hiyo ukisimulia hiyo hadithi, utajifanya wewe ndiye aliyekuwa sahihi zaidi na yeye ndiye aliyekosea zaidi. Ubongo unafuta makosa yako ili kulinda ego yako. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha hadithi unayojiambia kuhusu maisha yako ni mimi sina bahati, ni mimi sikupendwa, ni mimi siwezi, inawezekana ni uongo mtupu uliotengenezwa na akili yako jilinde. Usijaribu tena, wewe si mwathirika wa maisha yako Victim. wewe ni mwandishi uliyehariri vibaya hadithi yako. Badili hadithi hiyo leo. Je, kati ya hizi sita ni nani imekugusa zaidi? Niandikie kwenye comments hapo chini, nataka kusikia mtazamo wako. Je, unakubaliana na namba nne. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye video ijayo. Peace.